Sio mbaya yes. Mbona K Sali, karibu sana mwenetu, uko fresh, kuna energy ya kutosha. Long time, long time time sana tujazungumza, mzo wangu kweli kweli, right, lakini no, pia sio mbaya uj, sio kinyonge kabisa, kuna namna. Ay, na crew. Mm, <laughs> kuna namna. Ay, watu wazito mama, yeah. Mena pia iko ndani eh? Right, sema pia <laughs> majukumu yake tuyaache, si ndiye? Eh? Tuzungumze kile ambacho kimemleta kwa siku hii ya leo. Sa karibu sana pia Mama Mena. Asante, nashukuru sana. Tuko safi eh? Right. Leo jukumu ambalo tumekuja kulifanya ni lipi haswa? Ah, kikubwa ambacho nimekuja mimi kwanza kuwaletea zawadi wa Tanzania na wana Kilimanjaro kwa ujumla. Right. Yeah. Zawadi gani mzangu? Zawadi kubwa ambayo nimewaletea ni wimbo wao wa mkoa wa Kilimanjaro. Aa, nilifika mimi Kilimanjaro nikagundua kwamba Kilimanjaro ni sehemu pekee ambayo inapokea wageni kila siku, lakini wageni hawa wakifika hapa hawajui salamu za wenyeji walioko hapa mm. Kwa mimi nikatengeneza wimbo ambao kila mgeni akiusikia tu ajue kumbe nikifika Kilimanjaro inabidi nimsalimie mtu fulani hivi, okay. Nikimwona mtu fulani msalimie hivi. So nikamtafuta mama Mena kwa sababu mama Mena ana kipaji kikubwa sana cha kuigiza, cha kuimba nikamtafuta mama. Nilikuwa nataka kupata mtu ambaye naweza nikaimba naye ambaye walika fulani, lakini kila nikitafuta kichwani kwangu alikuwa anazunguka tu Mamamena Mamena, Mamena. Baadaye nikamfosi sana, nilimwomba sana lakini Mungu alisaidia akakubali tukafanya kazi. Leo ndio tunawapelekea Tanzania nzima na dunia nzima wajue lugha za Kilimanjaro wanasalimianaje? Ah, kwa hiyo humo ndani yaani kuna, kuna uh, umezungumzia salamu za kimakabila kwa sababu kuna Wachaga kutokea pande tofauti tofauti, sawa. Manake kwa hiyo uko wote zao, yani wote nimewawekea salamu zao lakini na vitu ambavyo tuko navyo Kilimanjaro, tunavyojivunia navyo. ah, okay. kwa mfano ukienda Rombo unasalimiaje? mm. eh. ukienda Marangu unasalimiaje? mm. yeah. ukienda Hai yeah. kufuae <laughs> unasemaje? yeah. <Yani> kitu kama hicho <laughs> ah, mnajivunia kwa Kilimanjaro yetu sio? yeah. Mbaya kipindi ambapo Kesala nakuja kukufuata na kufu kwambia mama, inabidi sasa kuna kazi nataka tuweze kuifanya kwa pamoja, ile reaction ya kwanza ilikuwa vipi? Ah, sema kwa kweli, sikuwa yaani, sikuwaza sana nikitambua kuwa kwa kweli namshukuru Mungu amenipa kipaji cha kuimba, na hiyo sio nyimbo ya kwanza. Mm-hmm. Ah, hapa nilishakuja zaidi ya mara tatu nne tano, kama kwenye nafasi nyingine kama ulivyosema mwanzoni, na nyimbo kama mbili hivi walikuwa wanaziimba wakati niko kwenye kipindi, ambazo ni za kwangu mwenyewe nilitunga mwenyewe na wimbo mmoja nilitunga nikiwa studio. Kwa hiyo baada ya muda nikamwambia, hakuna shida mwanangu, niko tayari tutaimba wote kwa pamoja Aak. na huo wimbo naona kwa kweli ni da. E. hatari <laughs> <laughs> sana mama Amena, tunakupongeza bi mkubwa wetu, lakini vilevile tuna enjoy kipaji kizuri ambacho umebarikiwa na Mwenyezi Mungu. Yes, na amesema kwamba hapa kama vile yani, alikufata mara kadhaa, halafu mwisho wa siku ndio kaja ukakubali. Sasa labda ilikuwaje? Uh, unajua nilikuwa nawaza ni wimbo wa namna gani? Mm. Mi mara nyingi nyimbo zangu ambazo nimeimba ilikuwa ni za kuwatia wanawake moyo, kuwa wanawake mnaweza. Yeah. Mwanamke anaweza akasimama kwenye nyumba akafanya jambo yani, akageuza nyumba ikawa tofauti na vile ambavyo ilikuwa. Mwanamke ana uwezo wa kufanya taifa pia likawa tofauti vile lilivyokuwa Yani sio kitu cha kujiuliza, jamani, si mnaona mama Samia eh? mm. Rais wetu, kipenzi chetu ndio. Kwa hiyo niliwaza, na hizo nyimbo za mwanamke anaweza, ilikuwa ni kabla ya uchaguzi wa mama Samia. Kwa hiyo namshukuru tu Mungu, ni kama maono nilipewa na Mungu. Ya kwa hiyo nilikaa na waza hizi nyimbo, huyu mwanangu asija akanipeleka huku, akaanza kuimba nyimbo za mapenzi bwana, eh. <laughs> <laughs> <laughs> nikaogopa <laughs> nikaogopa sana, yeah. lakini alivyoniambia, namshukuru na Mungu pale studio mm. alinipa nafasi pia ya kusema, mama, hapa tusemeje, hapa ah. tuwekeje mm. nini na nini. ya kwa hiyo nilipata raha maana alinipa nafasi mm. ya kuweka maneno ambayo niliona yanafaa kusema hema. kuwakilisha katika mkoa wetu, ya na yeah, nchi nzima maana Wachaga si wamesambaa jamani, hmm. kabisa kabisa. Nilienda kule kwetu Iringa kule kijijini afsa afsa kilimo ni Mchaga hmm. kwa hiyo yani, wachaga wamesambaa kote. yeah, yeah, yeah. Niliona ni kitu ambacho tunasambaza dunia yote kwa kweli. okay. okay. Yeah. Uh, mi pia natamani uh, kufahamu zaidi, so ikitokea msanii mwingine akaja, hata kama labda uimbe naye eh, nyimbo fulani hivi za kubembeleza, utotaka kabisa kabisan Mana wewe ni msanii utotaka kabisa. Ah, ah, Olga wewe niambie za kubembeleza kivipi? Yaani za kubembeleza si hizi za mahusiano, mama mapenzi yo. Ah, ah, mimi akilala kule silali usingizi. Oh, tacha. Labda hiyo ya ku, ya maonyo. Wewe si unanijua mimi. Eh, labda hiyo ya maonyo, lakini otherwise hastaki ku pretend hivyo. Ba, hatari sana. Mbona K Sali kazi tumefanya kwa nani? Ah, hii kazi imefanyika pale Lopai Production. Ah, na producer anaitwa Lamso. Ah, kiukweli kwanza nimshukuru pia Lopai Production pamoja na na Lamso kwa maana kumpata huyu mama pia kupitia ile studio ndio alinifanya nikampata huyu mama kiurahisi zaidi. Mwaka jana Kesali uliachia display lakini hatujaona unaizingatia kuipa promotion why? Ah, kitu kikibuma unaachana nacho. Eh bwana. Kwa sababu gani ilibuma? Ah, yani ilibuma bwana. Ah, ah, ilibumaje? Kwanza kwanza, tunakumbuka kulikuwa kuna wafadhili walijitokeza pale na kila mmoja kwa ameahidi kivyake. Si manake. Ah, yani mtu kuahidi sio kutekeleza nelewa. Mm -hmm. Mm -hmm. Kwa hiyo wengi waliahidi kweli, lakini hawakutekeleza Mhm. Okay. Baada ya pale kipi ambacho umejifunza sasa? Niliendea so, kupambana ndio maana niliona ah, kama naendelea kumove naendelea kwenda wapi wapi, wapi mara bungeni mara sehemu nyingi naenda niliendea kupambana na mapambano yanaendelea, siwezi mm kunyamaza. Ya. Mwaka wa uchaguzi huu mzee wangu eh? Ndio. Kuna sehemu labda tunatia nia hivi? Mimi? Hapana. Mm. Mm. Ah, hiki kweli ni kipindi cha uchaguzi lakini pia wasanii wenzangu wote. Uh, tunatumika vibaya sana, si wasanii, eh, kipindi hiki? Kila vibaya sana si mtu anakutumia vibaya sana lakini mi natamani kuona wajaribu kuangalia ni mtu gani ambao alisimama naye hata miaka miwili iliyopita huko nyuma. Ndio nice, waweza kusimama naye kwa sababu saizi kila mmoja atakuja nini na nini, mabegi yako mengi sana, ila angalia hayo mabegi atakupeleka wapi wewe vipi ee, katika mimi, upande wa harakati hiyo kuna sehemu tayari umeshaamua kusimamia? Kwa sababu tunaona sasa hivi wasanii wako uh, kila mmoja na upande wake. Mimi kama msanii siko upande wote ule, mi ni mwanamuziki wa wote mm. Kwa hiyo mimi nitaimba popote na nitafanya kazi popote, isipokuwa tu wakikubali matakwa yangu manaytaka, lakini kikubwa mimi nataka mtu smart ya yeah, ambaye sio kwamba leo tunafanya naye kazi mwakani tukifika mimi naenda kupambana na mimi mwenyewe na yeye mwenyewe hapana, tupambane kwa maana wote tunyanyuke twende wote. Mkoa wa Kilimanjaro, mimi natamani, yaani kila mwaka ni power, yaani mkoa wa Kilimanjaro unajua ni mkoa ambao kwanza tunajivunia tuna mlima wa Kilimanjaro ambao unatazamwa na dunia hapa, si ndio? Kwa hiyo mimi nilikuwa natamani wasanii wa Kilimanjaro ndio wao wasanii kipao mbele kuliko wasanii wengine wote, kwa sababu wana kitu ambacho kipo hapa ambacho hamna sehemu nyingine kipo. Ah, kama mlima Kilimanjaro. Mpaka sasa hivi kazi inapatikana sehemu gani na sehemu gani? Akazi zangu zinafika kila sehemu. Ingia TikTok, kila sehemu zipo. Okay. Tukizungumzia yeah. Yeah, uh, safari yako ya muziki kwa sababu mwanzo ulipokujaga studio kulikuwa kuna sura nyingine yeah. Uh, za watu ambao wanasimamia kazi yako, kulikuwa na Rose Ona yeah. Uh, yes ambaye kua ndo uh, manager wako, lakini sasa hivi naona kuna uongozi mwingine. Vipi yani yeah. Uh, kwanini kumekuwa kuna uongozi wengine ama uongozi ule ndio chanzo cha kukufelisha hata album isitembee? Hapana, hakuna uongozi uliobadilika. Lozi bado ni meneja wangu na ni meneja wangu mpaka dakika hii na anajua niko redioni na ananisikiliza. Kwa hiyo Lozi, ni meneja wangu ndio meneja mkuu, lakini kwenye kwenye kazi yangu mimi vitengo viko vingi. Kwa hiyo tunaongeza watu. Umeona kwamba meneja nani Lozi akiwa mm -hmm. na safari. Ina maana mimi kazi zisimami. Sikuna mtu anabidi akale nafasi ya Lozi. Eh yeah. E, kwa hiyo Lozi ni meneja wangu, yani mpaka sasa hivi ni meneja wangu, lakini pia ana meneja yake msaidizi yule pale.

Ya, zungumza na Watanzania kwa sababu time inakimbia, zimebaki dakika kama tano tu hivi hapa tupate kusign up. Ah, kikubwa zaidi wapokee wimbo wetu hapa wa Moshi, lakini pia Watanzania wote waende kutusapoti wasanii wa kutoka Kilimanjaro, lakini pia nisimalize bila kumshukuru Lopai Production kwa kusimamia wimbo ambao umetoka, lakini pia Mamena kwa sababu umri wake na mimi ni vitu tofauti Mm. Kwa kusema kwamba nimeimba wimbo na mama ameimba nyimbo gani? Kwa hiyo mimi nakushukuru sana mamangu kwa kukubali kufanya hii nyimbo, naomba pia mtu support. Usijali imeisha hilo. Alright. Bwana ulisema manager ni nani? Ni yangu huyu hapa. Anajitambulisha tu hapo yeye. Anajitambulisha hapo manager wangu. Yeye anaenda kama nani? Ye? Ah, mimi naenda kama manager J. Manager J, yes. Right. Sa. Bwana Ropai pia mzo wangu karibu sana <laughs> shughuli yako tunaifahamu. Bwana kesho pia nayo ni siku kesho ni Jumatano, eh? Yeah, ni ni Jumatano eh? Eh, WCW kupitia hapa hapa. E, naweza kusema nyumbani umeona bana. Ya yeah. Yeah, Mosha Farm 90.7 tutaruka na wewe fresh kabisa. Ian Kimaro, Olga Machupa, kausikapa ndani DJ kausika ndani, tunaitoa kwenye maganda moshi yetu enjoy. Bye bye.